Habari za muda mfuatiliaji wetu wa Mseto Media. Asante kwa wewe ambaye tayari umesubscribe, lakini kwa wewe ambaye bado, tafadhali weza maneno mekundu yaloandikwa subscribe kisha alama ya kengele. Kanisa Katoliki latangaza jambo zito akufuatia kufuatia vifo vilivyotokea nchini Tanzania kipindi hiki cha uchaguzi kama unavyoona huko kwenye mitandao ya kijamii, ziko video mbali mbalimbali zikionyesha ndugu zetu wakiwampoteza maisha. Sasa basi, kufuatia hilo, Kanisa Katoliki Mwanza limetoa taarifa na maelekezo kwa mapadri, watawa na waumini, ambapo taarifa hiyo inasomeka hivi. Nitakwenda kunukuu kile ambacho kimeandikwa: tangazo maalum kwa mapadri, watawa, lakini pia waumini wote wa Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya. Ndugu zangu mapadre, watawa na waumini, Tunaomba kujulisha kwamba Dominika ijayo ambayo ni Dominika ya 32 bil mwakasi wa kanisa itakayofanyika tarehe tisa mwezi wa 11 2025. Parokia zote ndani ya Jimbo Katoliki la Mbeya tunatangaziwa kuwa na nia maalum ya kuwaombea ndugu zetu marehemu na majeruhi wote waliopata madhara katika kipindi cha uchaguzi mkuu a, Tanzania kilichofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Pia siku ya Dominika saa tisa kamili alasiri atakuwa na misa maalum ya kijimbo kuweza kuombea hao ndugu zetu itakayofanyika katika kanisa la Hija Manjelo Mbeya tunawaomba maparoko na mapadri wote mnaofanya utume ndani ya Dominika ya Mbeya, Mbalizi, Maporoto na waweze kuhamasisha waumini pamoja nanyi kuweza kufika katika misa hiyo itakayofanyika na kuhudhuriwa na askofu mkuu pamoja na askofu msaidizi. Wote mnaomba kushiriki kwa wingi katika misa hiyo, tukimkabidhi Mwenyezi Mungu roho za marehemu na kuwaombea uponyaji wale wote waliojeruhiwa ili taifa letu liweze kuendelea na amani pamoja na upendo. Aidha, waamini wenye mapenzi mema aa, wanaotaka kutoa msaada kwa ajili ya ndugu zetu waliopata madhara wanahimizwa kuwasilisha misaada hiyo katika parokia zao, ili ipokelewe na na kuratibiwa ipasavyo na ofisi za kichungaji za parokia. Tujumuike wote katika sala na matendo ya huruma katika kutakia taifa letu amani na umoja wa kweli. Wenu katika Kristo, Frate Henry Mwalienga, katibu wa jimbo. Mtazamaji wangu, hayo ndio maelekezo ya kanisa Katoliki Mwanza, akuweza kuombea waliopoteza maisha, lakini pia wenye uwezo wa kuweza kuchangia chochote waweze basi kutuma misaada yao. Kwa lolote ambalo unaweza kuchangia nasi, hapa chini tuachie maoni yako, alafu tutakwenda pia kuyasoma. mimi naitwa African Aruben wa hapa hapa Mseto Media.